Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Alhamisi tarehe moja mwezi wa tano, mama kanisa anafanya kumbukumbu -kumbu ya mtakatifu Yosefu Mfanyakazi. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ishirini na sita na ile ya pili hadi ya tatu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 Siku ya leo anafanya kumbukumbu ya mtakatifu Yosefu mfanyakazi. Hivyo nawaalika tutafakari kwa pamoja kuhusu baba huyu ambaye ni mtumishi mwaminifu na mwenye busara. Mtakatifu Yosefu mfanyakazi kumbukumbu ya heshima na imani. Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira Maria mbarikiwa, na baba mlishi wa Yesu Kristo, anashika nafasi ya pekee sana ndani ya Kanisa Katoliki akiheshimiwa kwa nguvu zake za ukimya, imani isiyo yumbayumba na kujitolea kwa jukumu lake alilopewa na Mungu. Mtakatifu Yosefu huadhimishwa kupitia sikukuu kadhaa katika kalenda ya kiliturujia. Miongoni mwa hizo ni kumbukumbu kumbu ya mtakatifu Yosefu mfanyakazi, inayoadhimishwa kila mwaka tarehe moja Mei. Ina umuhimu wa kipekee kwani ina haswa kwa utambulisho wake kama fundi na uhusiano wake kwa kina na kazi ya binadamu. Ingawa kanisa pia huadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Yosefu tarehe 19 Machi kila mwaka. Kumbukumbu ya tarehe moja Mei ilianzishwa mwaka 1955 na Papa Piusi wa kumi na mbili, inatumika kama tukio tofauti la kutafakari juu ya heshima ya kazi kupitia mfano wa mtu huyu mnyenyekevu na mwenye haki. Msingi wa kumbukumbu ya Mtakatifu Yosefu mfanyakazi ni sura ya Mtakatifu Yosefu mwenyewe ambaye maisha yake yanatoa mfano mzuri wa kazi ya Kikristo. Injili zinafunua kwamba Mtakatifu Yosefu alikuwa seremala, fundi stadi aliyefanya kazi kwa mikono yake. Umuhimu wa kazi ya Mtakatifu Yosefu kwa kazi yake na jukumu lake kama mhudumiaji wa familia takatifu, kunaonyeshwa uelewano wa Kikristo kwamba kazi inapofanywa kwa heshima na upendo, inakuwa njia ya utakatifu. Maisha ya familia takatifu huko Nazareti, ambapo Yosefu na Yesu walishiriki katika kazi za kila siku, yanatumika kama ushuhuda wenye nguvu kwa heshima ya asili ya kazi ya binadamu. Ndani ya ya mfumo wa historia ya wokovu. Mtakatifu Yosefu, mlinzi wa wafanyakazi. Mtakatifu Yosefu anaheshimiwa sana katika kanisa Katoliki kama mtakatifu msimamizi wa wafanyakazi, jina linaloonyesha maisha yake kama seremala ni umuhimu wa kazi yake. Mfano wake anatoa faraja na matumaini kwa wale wanaoteseka, anawakumbusha heshima iliyomo katika kazi na uelewano wa kupata maana ya kiroho katika kazi zetu za kila siku. Zaidi ya ulinzi wake kwa wafanyakazi, mtakatifu Yosefu pia anaheshimiwa kama msimamizi wa familia, baba wanaokufa na kanisa la ulimwengu, akionyesha upana wa ustawi wake na imani iliyowekwa katika maombezi yake. Heshima kubwa na uendelevu wa Mtakatifu Yosefu kama msimamizi wa wafanyakazi inasisitiza uhusiano muhimu kati ya imani ya Kikatoliki na uhalisia wa kila siku katika kazi za binadamu. Inatoa chanzo cha nguvu za kiroho na faraja kwa wale wanaohitaji kuishi imani yao katika sehemu zao za kazi na jamii. Mwisho, Mtakatifu Yosefu anatoa fursa tajiri za kutafakarisha juu ya maana na thamani ya kazi katika mwanga wa imani. Mfano endelevu wa mtakatifu Yosefu kwa kazi ya unyenyekevu, bidii, uaminifu utumika kama mwongozo wa vitendo kama Wakristo wanaotaka kuunganishwa na imani yao katika maisha yao ya kila siku. Kama mtakatifu na msimamizi wa fanyakazi, mtakatifu Yosefu anaendelea kuwa chanzo cha matumaini na maombezi kwa watu wengi watu wengi wanaokabiliwa na changamoto na thawabu za kazi zao. Kumbukumbu ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi kwa hiyo inabaki kuwa tukio muhimu katika Kanisa, kuadhimishwa kwa heshima ya kazi na kushukuru. Kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo, niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateri Anthony Temu wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu Kristu, kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari Kola Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina!